Zilimshinda fisi jemi, mwanadamu nauliza, ntaweza kama? Mtaka vyote kwa pupa, alikosa vyote. Basi fungu langu la kukosa sola kupata, niko njia panda. Ivi cheusi ama cheupe, kidogo ama kikubwa kulia ma kushoto, niko njia panda mwembamba mama

hivi oh. Janet kwa nini umekuwa rafiki mbaya? Rafiki mbaya kivipya kwa nini umekataa shule oh? kuhusu shule hata usijalishugangu mwanami, shule nitakuja nisikilize. Rafiki yangu shule ndio unguzo wa maisha, ukikataa shule utakuwa kipofu wa maisha. Naomba uniahidi kuwa kesho nikikupitia Waweza kukata tamaa ukiwa njia panda, hata kutaka kujiwa njia panda, majanga mengi. Mbona natapika? Hapana, sijisikii vyema. Naomba nikalale. Tutaona kesho, nahitaji kupumzika nje. Sijui sielewi cha kufanya kipi. Sijui mimi nimekosea wapi.

tu karibu, asante. Huku tena kule kibandani, kuna mbali hivyo, mbali ndo kwangu, hapa ndo naishi hapa, eh, mwenyewe nimezunguka sana. Nilikuwa nikuwa tafuta tafuta nini, ila kama Mwenyezi Mungu ameona hivi, nimekuja hapa kwa dada, sunaelewa tena, ni nimetafuta sana kazi, maana pale kibandani kwangu mtaji e, wote nimenunua kofia hii. Ya wewe bwana. Eh, si umejuaje, si natafuta mtu akuwa nanilindia gete langu hapa eh. <laughs> yako ila sasa hivi sina pa kwenda, sasa ndio limeona hapa, nimezunguka sana natafuta mtu, maana si umejuaje eh, nilikuwa natafuta mtu akuwa nalindia gete langu hapa. Eh, eh, ah, kama Mungu vile ameniona ah. Mi mwenye mangu aliniambia nina nyota ambwa. Okay. Kulinda usiku <laughs> kwa ilawaamosi kwa. Kwa, kwa, mwenye atunavoniona mwili wangu asante ah, aan asante. Ah. Hmm. Ah, sawa, kwa kwa kuwa eh, nimeshafika hapa nimepata, hmm. Nimeshaona hapa kazi ni uhakika na najua nikimwambia mamaangu hii kazi uhakika eh? mm. Okay. Na huku kwa kuwa wanajifanya ni wachawi huku <laughs> na mimi nina bibi yangu kule sidhani nimekuja bule <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wambuwa, wambuwa. Eh, sasa dangu, asante mimi nikuache eh, sasa hivi tu inabidi, unajuajaka unajua tena, huko majukumu nimezunguka sana hapa, niko hata sijaonga ah. nimezunguka sana huko kwao, nabidi ende nyumbani nikatoe vitaarifa, niko niwaambie kwamba nimesha kuwa mbwa sasa. Usiku mzima si hakuna kulala. Sasa mimi dada, hmm. ni kuache. Niingie huko nikarekebishe mambo afu kesho, mimi mapema asubuhi saa kumi na mbili kabla jogo na mwaya jawik shapika <laughs> <laughs> Ah, sawa dangu. Ah. <laughs> Yeah. Karibu. Eh, maraba, maraba. Karibu. Asante. Na hapa ndio, ndio mi naishi hapa. Sasa kijana, mi nilikuwa natafuta kazi, kazi ndio kama kazi gani? Yaani kazi nazo zitafuta ni kazi ya aina yoyote, yaani hata ukinipa kufagia, fagia hapa hata ukinipa kupalilia majani, yaani hata ukiniambia kwamba hata kufuafua nguo mapazia nini, ili mradi tu mkono uende kinywani. Naomba unisaidie. Kazi mwenyewe sina, kama unaona kajumba kangu hapa. Niko niko tu, yaani sielewi mwenyewe, niko kwenye harakati za kutafuta kazi. Ah, basi hata kama una chakula, jambo nisaidie mama. Hey, unasali kijana? Naomba unielewe, uwezi ukasali una njaa, uwezi ukasali una mawazo uwezo ukasali kuna hata sehemu ya kulala. Ni bora ungeniambia kwamba mama, basi ngoja nikutafutie ka kazi hapa. Ukiniambia swala la kusali, mimi sikuelewi kabisa, kwa sababu unavyoangaika angaika kutafuta kazi hivi, oenda Mungu ndo akawa anakuita hivi. Kijana, naomba unielewe, basi achana na hayo mambo yote. Mimi kwa sasa kwanza natafuta pesa, nikipata pesa ndo mambo mengine yataendelea, eh? mimi angalau ungeniambia kwamba mama labda kazi ile pale nini, sasa unaniambia masuala ya kusali. Utasali una hela, mdogo wangu. Eh, hata kanisani kwenyewe wanataka sadaka. Sasa unavyoniambia kwenda kusali, nitaenda na nini kanisani? Kwenyewe wanataka sadaka, wewe unaniambia nisali. Pesa kwanza. Kama huna pesa, huna kazi hiyo sadaka utaitoa Mama. kumbuka nilivyokuambia ukiwa njia panda hata kutaka kujua njia, njia majanga mengi utokea.